unajua kuna tatizo moja huwa linajitokeza sana mm. na ile tatizo ni tatizo kubwa na linatukuta sana binadamu hususan mm. sisi wenye wenye uelekeo wa kutokujua mambo kwa ukubwa mm. kuna hiki kitu huwa kinatokea mtu anakuwa na maono mm. au njozi mm. au wazo zuri mm. alafu analiwaza mpaka anafikia kufanikiwa kwake halafu mm. halifanyi mm baada ya siku kadhaa au wiki kadhaa, anakuta lile wazo aliloliwaza sehemu alipopawazia pawazia na ii hicho kitu mtu anakifanya mm. lipai kutokea yaani, kwanza ile video wakati unalielezea hilo swala eh. nikatabasamu kidogo kuashiria kwamba eh. <laughs> upo pale, pale. kitu chako yaani <laughs> <laughs> unauwaza alafu ili swala hmm. limesha nitokea mara nyingi sana sana, yani unakuta unawaza una kitu, kwa mfano biashara mm, mm. Unasema kwa mfano maeneo yetu ya hapa mm, mm. Umepita sehemu kukutana na location nzuri kabisa, location Naam. safi Naam. Unasema hapa nikifanya kitu mm. nitafika mbali, niweka mpesa lakini <laughs> at the moment unapita sehemu ile mm. unakutana na kile kitu tayari kishawekwa e, e, unachotaka ni e, kwamba unakutana na mpesa ulioiwaza Jamani. Na kwa ukubwa. Na wala sikumwambia mtu na, nashangaa sijui kitu inatokea wapi, yaani sijaelewa. <laughs> ndio maana ulivyokuwa unazungumzia hili swala e, nikatabasamu kwanza, maana sijaelewa, lakini nafikiri mm. na hili swala la kutochukua hatua mapema mm. nafikiri ndo linalopelekea mpaka mm. kufikia hapo. Unazania tatizo ni kuto kuchukua hatua mapema mm, au tatizo ni watu hawana mitaji? Ah, yote mawili yanaenda sambamba kwa sababu mm. unakuta mwingine Mm. Of course mtaji anao mm. Lakini sasa ile unajua watu wengi tunaogopa hasara mm. Kwenye kuanza biashara mm. Yaani tunaogopa nikifanya sivi, nikiibiwa uh -huh. Nikiipoteza uh -huh. Yaani unakuta mtu ana mtaji lakini ile kuchelewa sana. Kupata hasara ndo wewe we, we umeenda mbali sana yaani kumbuka haya mambo yanawapata mm. watu moja mm. wasio na mitaji Ndio. mbili wasio na mm. fursa sehemu ya kwenda kuongelea mm. tatu watu ambao kazi yao ni kuota mm. alafu huwa waamki kutekeleza. <laughs> Na huyu mtu yeah. ni mtu mwenye njaa mm. yani aliyepigika, hana hela, hajui mbele inakuwaje mm. kwa hiyo kichwa chake kinajaa mastori anatengeneza, na ukweli kile anachotengeneza, watu wakienda kwenye uhalisia e, watu wadini wanasema <laughs> ni Mungu anakupa maono lakini watu wa malimwengu wanasema ni mm. ni eneji yako, nguvu yako ya fikra mm. imekutana na nguvu ya kidunia. Ndiyo. Sasa imeanza kutengeneza kitu ambacho kinakusumbua kitokee ukweli mm -hmm. Sasa kwa nini haufanyi? <laughs> Eh, sababu zimekuwa kweli. <laughs> <Na sababu, laughs> ukimuuliza kila mtu mm. alivyotokewa na jambo hili mm utapata sababu nyingi. Mm. Sababu nyingi sana ndio kama wengine watasema hivyo, mimi sikuwa na mtaji. Ah, mimi bwana niliona hii kitu nilimshirikisha rafiki yangu, unajua na hilo ni changamoto. Amepata wazo ngoja kamshirikishe shosti, kamdomo kamdomo. Sasa akifika pale nimepotea shosti ya biashara, uwezi walianza wezako pale wakaondoka. Sasa kwanza ile sio kabisa ya Mpesa. Hmm. Kwanza pale unajua, kuna kipindi fulani ilivyokuwa harakati za hapa soko letu kuhamishwa mm. kuna kitu kilisambaa sana, mambo ya ushiriki mm. na nini mm. yaani ukienda mm. pale kila mtu ana sehemu yake, huwezi ah, kutoboa. Sasa nikashangaa hata sisi, wacha Mungu, eh, mambo yanatokeaje? Uh, tunachotamani uh, ndugu mtazamaji akifahamu ni kwamba mm. Haya mambo yanatotokea mm. na tungependa hapo chini utuambie kitu gani wewe ulikiwaza na ulikiona. mm. alafu ukakuta mtu amekifanya kitu hicho hicho ile ile mm -hmm. uh, uliokuwa unataka kufanya hivi sasa, ili ili mm, ili sasa mm. tujue tupo tupo kwenye mazingira gani halafu tunatokaje? mm. Lakini uh, kuna njia za kutoka pale mm. kuna njia za kutoka kujinasua nayo. Mambo. Kabisa. La kwanza wanasema miruzi mingi humpoteza mbwa. Eh, kabisa. Kwa nini mbwa anapotea? Mbwa anapotea kwa sababu mm. wakati unawaza hiyo biashara ulipofika mwisho, ulijenga roho ya kulizika, ukihisi umeshaipata ukaanza kuwaza biashara mpya mm, mruzi wa pili huo mm. okay. wakati biashara ya pili yenyewe umeshafikia Hitimisho, hitimisho la mawazo <laughs> ukalizika, umeshaipata kwenye ulimwengu wa <laughs> roho, ukawaza yangapi? Kwa hiyo sasa mwisho wa siku mm. unakuwa muona maono mm. sio mtekelezaji wa hayo mm. maono. Sawa, ungekuwa mtu wa professional tungesema mm. anzisha, anzisha taasisi mm. kama financial consultants mm -hmm. ili uwauzie wa watu wa idea, wewe ni mtu wa maidia wa eh, <laughs> <Na inja laughs> <wa> <laughs> Inaonekana ni mtu wa maono sana, oh, oh, maono unge tumia ile maono hmm. kwa faida oh, ili faida. Eh, mm, basi, okay. Basi chukua simu yako mm. fanya kazi ya kurekodi maono mm. na mm. kwa pointi hiyo umenikumbusha watu wale wanaojiita motivation speaker. Kwa tabu ameweza kuongea sana kazima mm. kwa nini nisiongee na watu mm cha kuzingatia okay, tu kwenye mm, maono yako basi, ongezaongeza ongeza na kautafiti mm. Hey, ukishakuwa na maono ongeza na nini na kautafiti mm. na uzuri ni kwamba ukishaanza kufanya tu utafiti hautakuwa na ndoto nyingine mm. hii ndoto itaanza kukuambia kwamba ukuwaza vizuri mm, au kuona vizuri mm. kadri unavyofanya utafiti utakutana na fursa Habis, then utakuta umeifanya. Kwa hiyo mm. tusiishie kuota na kukaa na njaa zetu mm lakini tunaweza tukafanya hizo initiative ndogo ndogo. Jirekodi, tuma jirekodi, watu wakikugundua wataanza kukufuata, wape maono, wape michongo Mika, unawaambia livia, sio maona mambo yanavyokuwa. E, nikakitu ambacho tunaweza tukakahendwa tuka, lakini ndugu mtazamaji atuambie mm. hapo chini yeye ni nini, ndugu mtazamaji Dondoka hapo chini. Eh, weka comment hapo. Ni vitu gani watu wanaweza kufanya ili kuweza mm. kuepukana na hili janga? Maana naona yes, limekuwa ni tatizo kubwa sana. Sana, eh, sana kao mtazamaji pia unaweza kutupa maoni yako. Nini kifanyike? Ali, aliota nini? Pia anaweza <laughs> na, na, na, <laughs> akatupa suluhisho mm. Pia eh, kwamba yeye kitu kilichomfelisha kilikuwa ni kipi mm. E, sasa vijana wengine wafanye nini maana wengi ni vijana mm, e, wanawaza sasa nitatobaje kimaisha mm, nini nini. Kwa hiyo hapo, kwa kwa mtazamaji, wanalifanya lile, lile fungu kwenye Bibia linalosema vijana mm, wataona ni wataota ndoto <laughs> <laughs> <Kwa> wanaota, <laughs> kwa wanaota sana ndoto, lakini yale yote ni maono na mm, usikubali maono yako yakaibiwa, mm, na namna nzuri ya kuzuia maono yasiibiwe ni usiongee kama kabisa jambo alianza kufanyika Mm. Lakini la pili, usiote ndoto ya pili ya wakati ndoto ya kwanza ujaitimiza mm. Lakini ya tatu, Biblia yenyewe imesema yaandike maono yako mm. Ili sasa siku ukipata fursa ya mtaji, basi huya mm. rahisi tu, unajua mtaji wa shilingi ngapi unauhitaji na mm. ufanye lakini, okay. La mwisho na la kuzingatia ni kwamba tolea sadaka maono yako akae na sisi. Ndugu mtazamaji, akapata mengi kabisa kabisa. Kipindi kijacho tutaongelea kuhusu kubeti.